Siku chache baada ya kufanyika uchaguzi mkuu wa viongozi wa taasisi ya vyuo vya elimu ya juu Tanzania, TAHILISO, baadhi ya wajumbe kutoka vyuo vinavyounda taasisi hiyo wanatarajiwa kwenda mahakamani kuweka pingamizi la uchaguzi huo kwa madai kwamba ulikuwa ni batili. Vyuo vikuu ndio mimba ya viongozi wanaokuja kuongoza nchi baadaye. Sasa mimba hizi za viongozi zikiwa ni mimba za viongozi wa bazilifu viongozi wapenda pesa, viongozi wa rushwa, hatutafika popote. Nafasi zinazotarajiwa kuwekewa pingamizi hilo ni nafasi ya mwenyekiti wa taasisi hiyo, katibu mkuu, pamoja na mweka hazina kutokana na madai kuwa uchaguzi huo umekiuka katiba TAHILISO, sheria za nchi na za usajili wa taasisi za kijamii za uendeshaji wa taasisi hiyo katika mchakato wa uchaguzi huo. Wajumbe hao wamesema sifa za ushindi wa nafasi hizo ni kura zaidi ya asilimia 50, lakini kilichotokea ushindi huo umetangazwa licha ya wagombea hao kutozidi wastani huo unaodaiwa kuwa sawa na wagombea wengine waliostahili kushinda zaidi ya asilimia hamsini, uchaguzi urudiwe siku ile ile. Lakini kitu, kitu kilichofanyika na mwenyekiti wa tume ambaye alichaguliwa kwa siku ile alitangaza mtu ambaye alipata alipata kura 27 kwa mujibu wa wajumbe hao. Waamuzi wa kuwatangaza washindi wa nafasi za mwenyekiti, katibu mkuu na mweka hazina wakati hawajafikia zaidi ya nusu ya kura zote zilizopigwa ni kinyume cha ibara ya 13 kifungu cha 4 na cha sita cha katiba ya taasisi hiyo ya mwaka 2004 24 iliyofanyiwa marekebisho mwaka na 2008. Hatutoshiriki kwenye mchakato wowote wa TAHILISO mpaka tuhakikishe kwamba haya yamekuwa kwenye mstari wake, wala hatutolipa ada ya wanachama wala hatutafika kwenye kikao chochote cha TAHILISO mpaka viongozi ambao waliitisha mchakato huu waweze kuona kwamba haya mapungufu yanahitaji kufanywa kazi. Uchaguzi mkuu wa viongozi wa taasisi ya vyuo vya elimu ya juu Tanzania TAHILISO umefanyika Disemba 23 mwaka huu katika chuo kikuu cha Mtakatifu Augustino Sauti kilichopo jijini Mwanza. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza.